Hello, mambo vipi? I hope upo good kabisa na God and bless. Michongo inakwenda sawa? Unajua eh, kikubwa bwana, don't give up. One day uh, kila ambacho nakitaji Yes, kitatimia so leo tunaendelea na somo letu la jinsi ya kuandika script. Of course tulikuwa na somo hapo nyuma, lakini leo nimekuja na kitu kingine na nimeona kwamba ni kwa muhimu sana kwa wewe ndugu yangu kuweza kulifahamu hili. Uh, kuna kuandika script lazima uelewe kwanza vitu kadhaa, unajua eh? Yani lazima hivi vitu vielewe, yani hivi vitu ambavyo nitakuletea leo ni vitu muhimu sana ambavyo unapaswa uvielewe pale ambapo naandika script, sababu kuna terminology, kuna maneno ambayo hutumika pale, unajua eh? Uh, si unajua kwamba ama ni iko hivyo kwamba katika kwa kuandika script kuna program mbalimbali ambazo tunatumia katika kuandika script. Kuna final draft, kuna 30s. So ni vitu kama hivyo hapo. Sasa kuna terminology pale ambavyo eh, ama script format, muundo wa script, kuna baadhi ya maneno ambayo hutumika pale ama uh, format, eh ambao ipo unapaswa kuifahamu hiyo, right? So, pasipo kupoteza muda sehemu ya kwanza kabisa inaitwa slug line ama scene header. Of course, hii ni sehemu ambayo uh, huonesha time na setting. Nikisema time namaanisha muda, na nikisema setting ile sehemu ambayo uh, tukio ama scene yako inafanyika, au sio? Lakini hapa kuna maneno mawili ambayo hutumika right? Uh, utakutana na neno moja uh, limeandikwa int ambalo lina maana ni interior ndani utakutana na neno ambalo limeandikwa ext ambalo ni exterior nje you see mfano labda unaweza uh, so, ukaandika labda ext naona Studio za ITV na vizuri kwamba ext masab nje studio za ITV, maana hapo uh, unasema kwamba ni nje, au sio? Wapi? studio za ITV. So hayo maneno ndio jinsi ambavyo yanatumika, lazima uyajue ama ukutana nayo pale kwenye scene heading yako ama scene header ama slug line, utakutana na hayo maneno ext na int ikimaanisha kwamba ext ni nje na int inamaanisha ndani, na mfano niuo ambao nimekupa mfano utaona neno int eh, ITV studios, au sio? Maanake hapo ni nje, I mean ni ndani studio za ITV ri right? Uh, kitu kingine ambacho ni cha msingi cha kuzingatia kama nilivyosema kwamba slugline ama sini header manyingi huonesha time na settings. Time ni muda na na na na, na, setting ni eneo ambapo sini yako ni take place ama eneo ambapo tukio lako linapofanyika right. Uh, time nimesema ni muda right. Kwa hiyo sini heda yako hapo ama sitaweni, time ni nini? Ni muda. Ni lazima katika script yako uweze kuonyesha ni muda gani tukio lako linafanyika, you have to show it, lazima uonyeshe kwamba tukio lako linafanyika muda gani? Je, yeah. ni usiku, mchana, mm, asubuhi au oh, whatever. Kikubwa ninini? ni nini, ni time ambapo sini yako ina take place, unaona uh, mfano hapa, umeelewa vizuri Uh, ee uh, nasema kwamba ea hiyo nimesha kwamba ni nje, naona ext ITV Studios day, naona ext ITV Studios day, hapo nayesha no kwamba uh, time ndio day, ambayo day nimesema day yake ni, inawakisha ni mchana. Umeona vizuri nikisema ext yake ni nje, wapi? Studio za TV. Hiyo ndio maana yake, jinsi hivyo, naomba uelewe hapo, catch hapo vizuri, kwamba studio za TV, time ni gani, ama ni muda gani? Day or night maana yake ni usiku or morning. Asubui wapi studio za ITV, ext manake ni wapi? Ni nje, kwa manake sini yako hiyo, sini yako hiyo itakuwa ni nje, studio za ITV, muda ni day, mfano eh? ni day, it means kwamba ni mchana o oh, morning asubuhi o oh, night usiku. Ndio jinsi hivyo, hiyo as I said kwamba slug line huonyesha sehemu tukio ama sini inapotake place. Tumeanza sehemu kwa ya kwanza mbo time, nimekuelewa kwamba tunatumia maneno day, night, uh, morning ni lazima kwenye sini yako uonyeshe hiyo ni muda gani, sini yako inafanyika ina, ina, ina hiyo right? Ndio sehemu ya saa gani katika issue ya time. Lakini pia kama nilivyosema hapo, kuna kitu kinaitwa setting. Setting ni sehemu chuma vizuri. Ok, labda sini yako labda ni ndani na maisha tunatumia teknoloji ya int, au sio? Muda let's say night, maanake ni usiku. Lakini inafanyika wapi hiyo sini? Inafanyika Buguruni, inafanyika Mwananyamala ama inafanyika Ikulu ama inafanyika bungeni right? Sijui sisoma vizuri hapo ya ndugu yangu eh? na kimsingi ni kama ninavyosema jinsi ilivyo sasa. Okay, labda sisi yetu itafanyika labda bungeni, au sio? muda gani mchana je? Yeah, bungeni hapo itakuwa ni nje ya bunge ama ndani? Let's say itakuwa ni ndani ya bunge ehe, au sio? makepa utaandika hivi Int, wapi au, okay. maybe kwa Kiswahili tu rais, sikuchanganyi, labda utaandika tumesema kwamba ni, ni ndani, utaandika ndani. Ndani wapi? Bungeni. muda gani? Mchana. sijumi naelewa vizuri hapo ndugu yangu, muda gani? Mchana. Kwa hiyo sehemu hiyo, hiyo, hiyo, hiyo sehemu slagline ama sini header ambu, ambapo utaandika let's say uh, ndani bungeni mchana. Hiyo sehemu hapo hiyo ndio inaitwa slagline ama sini header. Nikechi vizuri of course, tusikaze ubongo uh, sababu uh, tunajifunza kutokana na wenzetu ambao ndo walianza kufanya mambo haya kwa kuandika script za filamu. So si lazima tuandike kwa kwa Kiingereza naona sababu, ukienda of course katika hizo hizo um, software ambazo tunazitumia katika kuandika script of course ni za Kiingereza, lakini kama unatumia Microsoft, au sio basi. Unaweza kuwa na mawanda mapana kuweza kutumia lugha ile ambayo wewe unaelewa Kiswahili, e kama ni Kihindi, sisi sisi na Kiswahili. Kwa hiyo sisi sijui sijui bungeni kwa, kwa, e, kwa Kiingereza, kaze kichwa, no kikubwa tu ieleweke hapo, andika tu ndani bungeni mchana anaelewa kwamba okay ko ah, cool. i yetu itafanyika bungeni muda gani mchana? Ah, itakuwa ni ndani ya bunge ama nje ya bunge? Ah, itakuwa ni ndani ya bunge. I hope itakuwa meneea vizuri issue ya time, ah, pamoja na settings. Basi tuvuke tuende kwenye sehemu nyingine, ah, sehemu nyingine hii inaitwa action line action line of course, ndugu zangu, msichanganyikiwe sana. Nasema kwa Kiingereza sababu ndo nimejifunza Kiingereza, lakini nitakuwa najaribu kuwaelekeza kutafsiri kwa Kiswahili s so, ili mweze uweze kuelewa. Umeelewa vizuri eh? Okay, hapa inamaanisha kwamba ni nikisema action line, line kwamba ni, yani, kwa hii ni sehemu ambayo huelezea sini yako katika hii sehemu kwenye script hiyo hapo hiyo action line, ni sehemu ambayo huelezea sini yako of course, utalocate muda, au sio? Utasema muda gani ambapo sini yako inafanyika, sehemu gani ambayo ni settings, ni ama ni setting ama ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni nje ama ndani, lakini lazima kuwe na action line, lazima simu yako ieleze. Mfano, anaonekana Ali amekaa kwenye kiti, unaona simu inaita, anapokea. Huo ni mfano. Don't judge mfano wangu by the, ni mfano wa karaka tu, lengo ni kuweza kuelezea hii action line. As I said, kwamba ni sehemu ambayo uelezea tukio, unaona eh. Kwa kwamba nimesema kwamba anaonekana Ali amekaa unaona, eh kwenye kiti mwenye kusubiri, kwa mfano simu inaita anapokea kwamba, hii sehemu action line ni sehemu ambayo kimsingi ni sehemu ambayo kimsingi huelezea tukio lako, au sio sawa? Tumeshajua kwamba setting yako, let's say ni nyumbani kwa mzee Chilo mfano. Hiyo ni eneo ni, ni, ni, ni, ni lako. Okay, ni nje ama ndani? Maana nazungumzia int or ext, let's say labda ni ndani au sio? Ama ni nje. Ok, ni muda gani? labda jioni. Unaona sasa. Ok, hilo se hiyo sehemu ambayo ni kwa mzee Chilo, huo muda ambao ni jioni, nini kinafanyika? nimesema hapo kwamba Ali amekaa, au sio? Simu inaita napokea. Kwa hiyo hiko kifungu cha maelezo kwamba Ali amekaa, sijui e, simu inaita shnaondoka, hiyo ndo tunaita action line, inatoa details. Sina maana details kuhusu sini, nini ambacho kinafanyika katika hiyo sini yako. Kitu kingine cha msingi ni dialogue. Of course, Dialogue maana yake ni yale maneno ama mazungumzo ambayo yatazungumzwa katika sini yako. Sikia wewe nzuri. Mazungumzo yote yale ambayo yatazungumzwa katika sini yako. Unaona eh? Hiyo ndio tunaita dialogue, mazungumzo pale. Unaona eh? Hiyo tunaita dialogues ama dialogue. Unaona eh? Hiyo tunaita dialogue. Yote ambayo nimekutajia hizo terminology hizo, mpaka tupafikia dialogue, action line, Naona hiyo eh, sehemu ambayo mezo, mezo, nimezungumzia time setting ambayo ndo iko sehemu iko ya kwanza ile, ambayo nimesema ambayo inaitwa slug line ama scene header. Vyote hivyo katika hizo program ambazo tunatumia za kuandika script, maneno hayo ndo hutumika, lakini ningekwambia kwamba uh, Ubongo yani tu silver think unaweza kuandika script yako kwa Kiswahili kabisa. So kuna kitu kingine right? kuna kitu kingine ambacho kinaitwa parenthetical. parenthetical ipo pale, let's say, kwenye final draft, kwenye aesthetics, utakuta ile kitu kimeandikwa parenthetical. Kikubwa ni kuweza ku add details kuhusu muhusika wako ndio, parenthetical yani uh, ni kifungu cha maneno ama ni neno eh, ama ni kitu ambacho mara nyingi huongeza details kuhusu muhusika wako, kama ni Juma, kama ni Hasani eh, kama ni ni Justin unajua, kama ni, kama ni Dominic. Kwa hiyo inaongeza details, mfano kama osema hapo, nilisema pale manzoni, mfano so kwamba anaonekana e ali, amekaa kwenye kiti, simu inaita, anapokea, kisha mara vizuri eh, anaondoka nepae pengeba anavyopokea simu pale either au anavoongea labda, anaongea kwa upole ama anaongea kwa majozi ama anaongea kwa haraka haraka, unajua vizuri hivyo vitu hivyo, yani hiyo vitu hivyo, kwamba ee anaongea huku amekunja sura Unaona, anaongea huku akipumua aki kwa haraka haraka. Kwa vizuri. Kwa hizo details ambazo nimekuelezea hapo, always ndio inaitwa parallel cut. I hope utakuwa umeelewa, lakini unaona eh? Kwa hiyo hivi ndivyo vitu vya msingi by the way. Ila jambo la mwisho kabisa inaitwa transitions or cuts. Of course, hii mara nyingi katika editing tunatumia transitions or cuts, unaona eh? Let's say dissolve, kuna dissolve, kuna dip to black, unaona cross dissolve, kuna vitu vingi sana hapo hizi, hizi ni cuts ambazo nadhani kwa leo naomba ni share hapa lakini siku uh, sababu nitaandaa somo kuhusiana na issues za film production then nitaelezea vizuri details, ama kwa ndani cuts ni nini unaona eh, transition ni nini, melewa vizuri sababu sometimes itakuhitaji kidogo ujue technology hasa katika mambo ya editing yale, nimefanya kidogo editing hapa, maana mostly tunatumia sana katika editing. So ipo siku nikiandaa nikishaandaa somo la film production especially kwa issue ya editing, i hope you understand the transition, but kimsingi ni vitu ambavyo tunatumia. Let's say baba baada ya scene yako labda dissolve ikoje, hiyo unaona, utaipata kwenye ya hilo la editing. Let's say labda umeweza kuandika scene yako let's say, uh, deep to black. Maana yake hiyo scene yako umeona vizuri, baada kuisha inaenda kwenye weusi so,

na watu wengine no, kwenye crew, sometimes lazima ujue vitu eh? Ujue vitu kadhaa kujifunza, ili hiyo si yako iweze kuleta, yani iweze kueleweka, kila mtu ni, okay. So, according to the script I hope guys tutajifunza, lakini like kikubwa zaidi Uh, usisahau ku comment toa maoni yako, ushauri, na ni kipi unawishi tuendelee kujifunza, naona andika hapo chini, ili la kimsingi pia, kama unanyongeza, unaweza hapo chini ukaongezea, ile wenzetu wengine wajifunze, sababu tunajifunza kikubwa a nawafundisha watu no. We share, mimi nimeweza kushare kile ambacho nakifahamu katika issue nzima ya script. So kama kuna mtu mwingine anajua hapo chini anaweza kuongezea kitu, lakini kikubwa, naomba niunge mkono kwa kusubscribe, au sio, na kubonyeza alama ya kengele, ili iweze kupata notification ya video zote ambazo tutakokea. Thank you.